Ikiwa imepita siku moja tu eh, tangu kanisa Katoliki limtangaze baba mtakatifu ambaye ndo kiongozi mkubwa katika kanisa hilo Katoliki ambaye ndiye mrithi wa Papa Francisco ambaye alitangulia mbele za haki siku moja baada ya Pasaka. Sasa baba mtakatifu ambaye alipatikana siku ya tarehe nane kwa mujibu wa Vatican News, papa huyo ambaye jina lake la alisi anajulikana kama Prevost ambaye alichaguliwa kuweza kuliongoza kanisa ilo Katoliki. Sasa watu wengi wamekuwa na maswali mengi kuweza kujua, je, ataweza kutumia jina hilo? Sasa kwa mujibu wa kanisa Katoliki, kwa mujibu wa kanisa Katoliki ni kwamba papa huyo mtakatifu ambaye ameweza kuchaguliwa siku ya hiyo jana ya tarehe nane anajulikana kwa jina la Prevost, lakini jina lake ambalo ameweza kulichukua na kuweza kubatizwa kwa kanuni ya kanisa Katoliki kwamba papa ambaye anarithi eh, kit kiti cha papa ambaye ametangulia mbele za haki au ambaye amestaafu katika uongozi wa kanisa, ambapo papa huyo ambaye ametangazwa hivi karibuni anaenda kuchukua jina la mtakatifu Leo. Na pengine watu wangependa kujua labda mtakatifu Leo ni nani? Mtakatifu Leo ni Magno, mzaliwa wa Tuscany, Roma, Italia, mnamo mwaka E, kabla ya kuzaliwa mwaka e, mia nne na kufariki e, tarehe kumi Novemba mwaka elfu nne na sitini na moja. Huyu ndiye papa wa kwanza kujulikana kwa jina la the great, papa mkuu. Wengine waliowahi kuitwa the great pops Gregory na Nicolas na mwaka elfu moja na mia saba hamsini na nne popo Benedikti wa kumi na nne alimtangaza Popleo wa kwanza kama daktari wa kanisa kutokana na mchango mkubwa wa mabadiliko ya kithiolojia ndani ya kanisa moja ya nyaraka yake kubwa ambayo imeleta mchango mkubwa ni pamoja na waraka Leo Thomas. Bila shaka wakatoliki wengi mmeweza kukutana na waraka huo ambao uliweza kutolewa, na kufikia hivi sasa kanisa limetangaza madaktari wa kanisa takribani 37 pekee na Baba Leo wa kwanza anafanana kwa ukaribu baadhi ya mambo na Baba Leo wa kumi na nne wote ni wataalamu wa sheria na ni watu waliojitoa wakati wa majanga au shida katika kanisa Katoliki, lakini na mambo kadha wa kadha ambayo yalikuwa yakitokea katika shida tofauti tofauti. Basi Papa Leo wa kwanza alikuwa akijitolea katika sekta hizo na kusaidia katika majanga ambayo yalikuwa yakijitokeza. Lakini Leo wa kwanza alijitoa sana kwa maskini, akiwasaidia maskini hata nyakati za magonjwa na majanga, alikuwa mstari wa mbele ndiye Papa aliyekaribisha wakimbizi wengi na kuhudumia wagonjwa. Basi kwa kitu hicho na kitendo hicho ambacho alikuwa akikifanya kilikuwa kikidhihirisha kabisa utakatifu wake yeye kama Baba Mtakatifu, na alikuwa ni papa wa kipekee kabisa kwa kujitolea kwake kwa kusaidia maskini. Kama unavyojua maskini, basi ni kujitoa sana kuweza kuwasaidia maskini yao, basi hiyo uhitaji roho ya kitakatifu na kujitoa zaidi kama mtumishi wa Mungu. Na Leo wa kumi na nne, wakati wa korona alionekana akitembeza sakramenti ya ekaristi hadharani, nyakati ambazo kila mtu alijifungia ndani, huku wakiwa karantini. Lakini huko huko Peru hata nyakati za mafuriko alijitokeza kusaidia wahanga wa majanga mbali mbali. Kama mnavyojua, mafuriko ni janga ambalo huweza kuhatarisha maisha ya binadamu, lakini Leo wa kumi na nne aliweza kujitolea kwa kiasi kikubwa. Ikumbuko kwamba alianzia kujitolea kipindi cha korona, lakini katika majanga tofauti tofauti alikuwa akijitoa kwa kiasi kikubwa zaidi tena Papa Leo wa kwanza alikuwa mmoja kati ya magwiji wa sheria za kanisa na za kiraia ambapo alifanikiwa kusuluhisha migogoro mikubwa mno kabla na baada ya kuwa papa. Sasa kitendo hicho kinadhihirisha kwamba huyu ndo kiongozi sahihi kabisa ambaye kanisa Katoliki limeweza kumpata na ni jambo la kuweza kujivunia kwani amekuwa gwiji wa sheria za kanisa na sheria pia za kiraia, huku akiwa amefanikisha kusuluhisha migogoro mikubwa kadhaa ambayo ilikuwa ikijitokeza, na pia alikuwa akiweza basi kusaidia katika migogoro hiyo ambayo ilikuwa ikijitokeza. Lakini Papa Sixtus wa tatu aliwahi kumtuma kutatua mgogoro wa Altius kamanda wa Kirumi huko Gaul na hakimu wa Albinus. Baada ya kufanikiwa kuwapatanisha, alipewa heshima kubwa sana kwa kanisa, kwani hilo lilikuwa ni, ni jambo kubwa ambalo aliweza kulifanya kwa mujibu wa kanisa Katoliki. Basi aliweza kulisaidia kanisa hilo kwa kiasi kikubwa, kwa kutatua mgogoro huo ambao ulikuwa ukijili na kuchukua nafasi huko Aetius na baadaye Baba Mtakatifu Zosmus naye alimpa jukumu la kutatua mgogoro wa uongozi kwa kanisa la Garkan ambalo lilikataa kutambua uongozi wa kanisa la Roma. Sasa kwa kitendo hicho pia aliweza kupewa heshima kubwa, mara baada ya baba mtakatifu Zosimus ambaye aliweza kumpa jukumu hilo zito na kuweza kulifanya kwa kikamilifu na kuweza eh, kushawishi uongozi wa Roma na kuweza kulitambua kanisa Katoliki huko huko Roma pia alikuwa papa aliyenyoka sana mwaka mia nne na arobaini na sita, aliwandikia barua makuhani wa kanisa la Mauritania Afrika, kuwaonya kuhusu kufuata miiko na sheria za kanisa Katoliki. Kama mnavyojua kanisa Katoliki lina misingi, sheria na miiko ambayo inaliongoza kanisa hilo kulingana na jinsi ambalo liliweza kuachwa na bwana wetu Yesu Kristu akiwaachia mitume wake na kuweza kuliongoza kanisa hilo Katoliki. Papa Leo wa kwanza pia ni mbobevu wa sheria za kanisa akiwa na PhD. Pengine ubobevu wa sheria wa Leo wa kwanza ndio umemfanya Leo wa kumi na nne kuchukua jina la Leo the Great, ambaye alibobea kwenye sekta hiyo hiyo pia hakika, kanisa Katoliki litakuwa limeweza kumpata kiongozi sahihi, kwani kiongozi huyu ameweza kuifata ile misingi kama nilivyoweza kukusomea. Hiyo misingi ambayo umeweza kuisikia, basi hiyo ni misingi ya Papa Leo wa kwanza au Popa Leo the Great, ambaye alikuwa ni kama role model au alikuwa kama kioo wa papa huyo ambaye tumeweza kumpata tarehe nane, ambaye ameweza kutangazwa na bila shaka ni papa ambaye amechaguliwa na Mwenyezi Mungu kuwa ni moshi mweupe umeweza kupatikana ikiwa ni ishara ya kimungu bana. Hii ni Haradali Media, lakini taarifa nyingi kuhusiana na uchaguzi wa baba mtakatifu, historia yake pamoja na maisha yake halisi, na kinachoendelea na mambo ratiba zote kuhusu kusimiko kwake rasmi, habari zote utakuwa ukizipata mubashara na moja kwa moja hapa hapa ya Haradali Media cha kufanya ni kujiunga na familia hii kubwa ya Kimungu, na kujiunga na familia hii ni rahisi kabisa, cha kufanya ni kubonyeza neno subscribe, pia like, share na comment, na hapo utakuwa umejiunga na familia hii kubwa ya Kimungu. Mimi naitwa Latini, lakini mtayarishaji ni Damian Mapunda. Mpaka wakati mwingine, tumsifu Yesu Kristo.